<tune> Assalamu warahmatullahi wabarakatuh, mpezi wa, wa, wa Islam Kona Afrika ambayo inakupa fursa kuyafama mambo mbalimbali ya usio dini tukufu ya Kiislam. Naita Zuberi Mkalauko, naelea inakurigisha rasmikai ni mahala pekee ambapo tuikujifunza ya kwamba moyo wa mwanadamu ni kama bustani, unakivuna kile ambacho nikipanda. Lakini kama utapanda ubaya, upendo ama chuki, basi hakika utavuna hivyo hivyo. Hivi leo tuko katika madrasa Al-Bidayatul Islam ambapo tutazungumza na maalim katika dini tukufu ya Kiislam. Kama n unaweza kuona mandhari ya watu wanajifunza hapa, lakini leo tutazungumza naye taarifa zilizoripotiwa hivi karibuni ya kwamba kisiwa cha Zanzibar umekuwa na idadi nyingi ya taraka ambazo zinatolewa kuwa kwa kwa na ndoa, jambo ambalo limeleta maswali ya mu ama si tofahamu miongoni mwa watu waliosikia taarifa hiyo. Pengine inaweza kuwa ni swali jepesi tu, labda kwa kuwa uislamu unaruhusu taraka watu wameendelea kupeana taraka kama juu. Kupitia Islamic Corner Africa kiindi cha bashara tutakuungana na Sheikh Mwesu atueleze kwa hakika lile linalotokea Zanzibar linasubutu na kulinasibisha na utoaji wa talaka wa Uislamu, kama vile ambavyo mawekeza dini hii tukufu, kwamba suala la talaka hata kutolewa ni sehemu ya ibada. Karibu tuungane sote, kwa mtazamaji, hii ni Islamic Corner.

ambayo inakuletea mambo mazuri sana, lakini ndugu yangu Muislamu na hata wale sio kwa Uislamu, lakini niwakaribishe katika kuangalia vile ambavyo vinapatikana katika na channel yetu hii yi. Kwa hili la Zanzibar kwamba, uh, kwa nini talaka zimekuwa zimekuwa nyingi sana na, napenda nizungumzie jambo moja muhimu sana kwamba mpaka watu wanaendea talaka katika Uislamu, na maana watu ambao wameingia sasa katika ndoa kuna kitu muhimu sana kwamba kuna sifa za kuingia katika ndoa, yaani kama leo tunavyoona kwamba hatuwezi kuchagua mtu, lazima awe na sifa za kumfanya tuweze tuweze kumchagua. Ndio kadhalika katika ndoa kuna kuna, kuna kuna sifa na vigezo vya kumfanya mtu kuingia katika, katika ndoa. Cha msingi cha kuangalia hawa watu wanaoingia katika ndoa wanazo sifa za kuingia katika ndoa ili, ni jambo la msingi sana, na kama watu wanazo sifa za kuingia katika ndoa basi, talaka haziwezi haziwezi kuwa nyingi. Sasa kwa nini nazungumza hivi? Nazungumza hivi kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama tayari ana ana, ana maelekezo amekwishatoa, na kwa kutoa yale maelekezo ni kuzifanya zile ndoa ziimarike zi, zi, na kuimarika kwa ndoa ndiyo kukosekana talaka. Lakini pia tujue talaka kwamba zina madhara makubwa. Nafikiri hii madhara ya talaka ni mada ni mada nyingine. Tuzungumzie tu kwa nini talaka zimekuwa nyingi. Inawezekana Zanzibar ni sehemu ambayo tumeweza kumbu, kupata taarifa zake, lakini inawezekana yapo maeneo mengine ambazo taarifa zake pia hatujazipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia kwamba mtu anapotaka kuingia katika ndoa, kijana wa Kiislamu anapotaka kuingia katika ndoa, binti wa Kiislamu anapotaka kuingia katika ndoa lazima awe na sifa gani? Hivi ndio vitu vya msingi sana vya vya kuzingatia. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kwamba idha atakum man tawdana dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakapokuja mtu kuja kuposa katika nyumba yenu, mkaridhia dini yake na tabia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fazawwijuhu, muozesheni. Hapa Mtume sallallahu alaihi kwa upande wa kijana amezungumzia dini na tabia zilizokuwa njema. Kwa maana akiozeshwa mtu mwenye dini na kijana ambaye ana tabia zilizokuwa vizuri, hili swala la talaka haliwezi kuwepo isipokuwa pale zitakapokuwa zile njia za msingi za kisheria zimefuatwa zikakosekana, basi itakuwa talaka ndio jambo la mwisho. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kwamba anayekuja kuposa mkaridhia dini yake na, na tabia yake muozesheni maana yake ni kuokoa umma wa Kiislamu na tabia zilizozuka sasa hivi. Sasa, Uh, hapa ni, ni nukta muhimu sana kwamba anapokuja mtu tuangalie ana mazingira gani ana tabia gani ana mwenendo gani. Gani. Gani. Gani kwa maana mkimwozesha mtu ambaye ana dini basi uwezekano unapatikana talaka katika ndoa hiyo hautopatikana. Kwanza ndoa yenyewe itakuwa ya amani, ndoa yenyewe itakuwa ni ndoa njema, lakini pia faida yake kutapatikana kizazi kilichokuwa kilichokuwa chema. Haya ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema illa tafaalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabeer Mwenye nini basi kutakuwa na uharibifu na fitna na, na mitihani mikubwa. Sasa ukichukulia sasa hili swala la talaka, jinsi ambavyo lilivyokuwa limeshika lime kasi, ni ni, ni, ni yale madhara yanayopatikana baada ya kuacha utaratibu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiongozi ambaye amelijua hili kwamba watu tusipofanya kama vile ambavyo yeye ame, ameamrisha talaka zitakuwa nyingi, na hata wale ambao hawakuachana, lakini leo hivo tunapozungumza na wao wanatamani kuachana. Kwa sababu gani? Ni ile dini na tabia njema, yule kijana hana. Sasa tukiacha haya mafundisho ambayo amefundisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, ndipo tutakapoona kwamba talaka zimekuwa nyingi, talaka zimekuwa zinagaiwa mtaani kama jumu Haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa huu ni, ni, ni, ni upande mmoja kwamba hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam tunaona katika hii hadithi anazungumza na familia ya upande wa kwa mke kwamba ni vijana gani wanaotakiwa kumuozesha binti yao. Sasa utaona kwamba kwa kuwacha kwa hivi ambavyo wamefundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo haya tunayoyaona leo talaka imeonekana ndio ndiyo fimbo kubwa sana ya kumwadhibu mwanamke, na, na, na upande wa wa, wa, wa, wa, wa, wa binti, yani wale ambao wanataka kumuozesha kijana yao, ni binti gani wanaotakiwa kumuozesha, kwa mafundisho ambayo amewafundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hadithi maarufu, anaolewa mwanamke kwa mambo kwa mambo manne Haa. Mwanamke anaolewa kwa, kwa kwa, uzuri wake. Mwanamke anaolewa kwa mali yake. Mwanamke anaolewa kwa nasaba yake, lakini alikadhalika mwanamke anaolewa kwa dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fadfad bidhati dini, jitahidi menyana, tafuta upate mwanamke mwenye dini, kwa sababu ukipata mwanamke mwenye dini utakuwa umebarikiwa ume. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kwamba wale ambao wa wazazi wana kijana wana wana wana wana wana binti wanaotakiwa kumtafuta kumwingiza katika katika nyumba yao ni binti ambaye ana na, na dini na kinyume cha hivyo, akikosekana binti ambaye hana dini, madhara yake ndio haya tunayoyaona sasa hivi. Talaka zimekuwa nyingi. Wanawake wameona kwamba sababu ya kutatua matatizo katika ndoa zao ni kudai, kudai talaka Wakati moja katika vitu ambavyo vina madhara makubwa sana kwa wanawake ni kulazimisha kudai dai talaka. Kwa hiyo utaona kwamba upande wa mwanamume Mtume, eh, sallallahu alaihi wasallam anafundisha kwamba apatikane kijana mwenye dini na tabia ile nzuri. Na upande wa mwanamke Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha apatikane binti mwenye dini, kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khayyu linutwa fikum al-ilm Chagueni sehemu ya kupanda mbegu zenu, maana yake mtafute watu ambao wa wenye wenye dini. Haya ndio mafundisho na kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haya leo yakiachwa, ndio haya tunayoyaona kwamba talaka zimekuwa nyingi, matatizo yamekuwa mengi, madhara yamekuwa mengi katika ndoa, magombana yamekuwa mengi katika ndoa. Nini? Kwa sababu watu wameingia katika ndoa hawana sifa za kuingia katika ndoa. <tipa> Kwa hiyo moja katika sifa za kuingia katika ndoa ni hawa wanaoozeshwa lazima mmoja awe na dini, mwingine awe na tabia zilizokuwa nzuri. Haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe ana tabia nzuri, awe ana dini, sio dini ile ya wanasema ya ya-, ya, ya, ya kuiga au ya, ya kukopi. Mtu awe na dini moja kwa moja kama vile alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo matatizo leo yamekuwa mengi katika ndoa, talaka, magombano baadhi ya watu kuleiana mirathi watu kuleiana kila kitu. Nini kwa sababu? Watu wameacha misingi waliokuja kufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi tunavyozungumza kwamba watu wapo ambao wanaotamani kuachana wanatamani, talaka zitoke. Nini ile hamu sasa, katika ndoa haipo? Kwa sababu gani, zile sifa ambazo walizotakiwa waingie katika ndoa imeshikana, hawana hawana hawana nazo. Kwa hiyo haya ndio mafundisho ambayo ametufundisha Mtume wapenzi watazamaji, tuna tuna mengi sana ya ya kujifunza ya, ya kwa yale aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ndoa nyingi zina zi, zi, zi, zi, zi matatizo na kuna ndoa zimegawanyika zi leo leo, leo ndoa wamekuwa watu wanaogopa kuachana, pengine kwa sababu ya watoto, kwa sababu wamechuma mali pamoja, kwa sababu wamejenga nyumba wamejenga nyumba pamoja nini? Kwa sababu ile misingi ambayo aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekosekana. Kwa hiyo bila misingi, leo ndugu zangu tu, tu, tuangalie kwamba mtu ili awe dereva mzuri barabarani, basi lazima ende akasome ya shule ya ya ya udereva na na na apate na cheti, afanye mazoezi ndio aweze kuwa dereva mzuri. Kwa hiyo leo hatuwezi kumuingiza mtu katika ndoa, kama yule anaingia katika ndoa kwanza kawa haujui Uislamu wake lakini pia kadhalika hajui malengo ya yeye kuingia katika, katika ndoa. Sababu za kumfanya yeye kuingia katika ndoa haziji, anapokuwa haya mambo hana na haya fahamu, kinachokuja kinachokua kujitokeza maana ni madhara na matatizo ambayo ataingia katika ndoa. Kwa hiyo ndoa nyingi leo zimekumbwa na matatizo, zimekumbwa na balaa, zimekumbwa na shida, zimekumbwa na mambo chungu walioingia katika ndoa hawana sifa za kuingia katika ndoa dau kama wai-wangalikuwa wana sifa za kuingia katika ndoa basi leo kwa mamdoa zinge zinge dumu kwa sababu gani? Mfano, mtu anaweza akamwoa mwanamke kwa sababu ni binti mzuri kwa maumbile yake, bado ni msichana anapendeza. Lakini fahamike kwamba kila anapozidi kwenda, kila anapozidi kukua, kila anapozidi kuzaa, yaani ile hadhi aliyokuwa nayo mara ya kwanza, zile sifa zinaanza kuondoka. lakini kama alimpenda kwa sababu ya ya dini, kama alimpenda kwa sababu ya Muislamu, kama alimpenda kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni yenye kudumu. Tukitaka kuimarisha ndoa zetu, lazima tuangalie yupi wa kuoa, yupi wa kuolewa, kwa sababu tusihadaike vijana na kumuona mwanamke anawanya akicheka mashaa ana kunea lakini dini anayo. Usimwone kijana mevamta amekuwa ni mtarashati Amevaa, amependeza, ana gari nzuri ya kutembelea, nyumba nzuri ya kutembelea, gari nzuri ya kutembelea, basi wazee wa Kiislamu, wazazi wa Kiislamu wakahadaika kwa mtu, kwa pesa alizokuwa nazo, kwa hadhi alikuwa nayo, kwa chochote alichokuwa nacho, wakaacha mtu kwa sababu ana dini tu, akaonekana ni mtu ambaye hana maana. Ndugu zangu, katika imani watu wenye dini ni watu ambao ni wenye maana, ni watu ambao wana thamani kubwa sana katika Uislamu. Hii ni ndoa mbasha Kumbuka mtazamaji, tukutane katika kipindi kijacho cha heshima ya, ya chumba. Tutazungumzia mengi katika kipindi hiko. Niseme tu nawapenda sana kwa ajili ya Allah na Allah awapende kwa ajili yangu, au Allah subhanahu wa taala atupende, msioku tuwependana kwa ajili ya sema, assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.